Rais William Ruto amesema serikali itahakikisha imewasaka na kuwakamata waliohusika na mauaji ya padre wa parokia ya Tot, Father Alois Cheruiyot. Cheruiyot alipigwa risasi na washukiwa wa ujambazi ambao waziri wa usalama Kipchumba Murkomen anasema walimwandama kwa sababu ya azma yake ya kutafuta amani na kukomesha wizi wa mifugo. Kutokana na mauaji hayo, vyama vya walimu KNUT na KUPPET vimewaondoa walimu wao katika maeneo hayo kwa sababu ya utovu wa usalama, kama anavyoarifu Brenda Wanga. Hali ya majonzi imetanda kwenye eneo la Kapko Bill Tot kutokana na mauaji ya kikatili ya padre wa kanisa la Kikatoliki. Padre Alois Cheruiyot aliangushwa na risasi moja alipokuwa akirudi kwenye kituo chake baada ya kujumuika katika maombi ya jumuiya na wakazi wa eneo hili. Kufika mahali, eh, mahali hivi nafikiri kulikuwa na mmzi kidogo hapo hivi, basi kukatokea kafla watu waliompika risasi na kumuua na hapo hapo baari yakaanguka chini. Waliohudumu naye wakionekana kufedheheka zaidi, huku wakazi wakihisi athari ya kifo chake katika eneo hilo lisilo na usalama. Vijana huwa fadha, ambaye anashughulikia rozetu, tupate kusikia Mungu wameua. Rais William Ruto katika ujumbe wa rambirambi amesema kuwa serikali itawawinda wauaji wa Padre Cheruiyot na kurejesha amani katika bonde la Kerio. Maafisa wa usalama nao wakisema wameanzisha msako mkali dhidi ya wahalifu katika eneo hilo. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pia ametaja mauaji ya Father Cheruiyot kuwa yalitokana na msimamo wake kuhusu ujambazi katika eneo hilo. Mapema mwaka huu, kasisi ambaye sasa ni marehemu alikuwa bado akihubiri ujumbe wa amani kwenye mkutano wa maombi ya urais mind hata akipewa bunduki atakuwa peaceful. Mauaji ya padre Cheruiyot ni tukio la hivi punde zaidi, huku visa vya ukosefu wa usalama bondeni vikizidi. Katika muda wa wiki mbili zilizopita, watu watatu wameuawa na watu wanaoshukiwa kuwa ni majambazi, na sasa walimu wanasema hali hii italemaza masomo kwa kuwa wanahofia usalama wa walimu na wanafunzi. Sisi tumekubaliana mashule zote fungwe. Mashule zote sifanyiwe nini? Fungwe, na hatutarejelea mambo kama haya mpaka serikali kuu wakuje. Kwa sasa, amri ya kutotoka nje kuanzia jioni hadi asubuhi imetangazwa katika sehemu za Chepsongoch na Tot. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.